Buhi, kumepambazuka, mina minamka naelekea kutafuta biashara yangu ya kuza maji, na nguvu zangu ndiyo mtaji. We Kusi MC makaroti haibu, sijali mimi, natupiria mbali mimi, nachojali nipate tongera ugali. Maskini wa leo, tajiri wa kesho. Balia, wanangu, kukutwa na nachojua maisha ni changamoto. I say, weka weka balia na zahabu safi, lazima ipite kwa moto ukuk okay, okay. Japona kucheka wewe una sawa eti mume we muuza maji, maisha kama gwaride. Mungu akisema nyuma kauka wa mwisho na kwa wa na kwa kwanza benzi letu mi na wewe, kama Jaki na Lozi kwenye meli Titaniki, kukuacha siwezi. Aki ya Mungu nakuapia, sitakuchiti. Aki ya Mungu nakuapia, sitakusaliti. Basi none huluma none huluma. Okay ji okay okay, wanango usi wanagoma ile hapo, niko na Jeusi MC, au sio? Sambamba sana lepa, muza maji lichukue, lipo kote platform zote na wengineo kibao, kina kibinyo, sio kinapiga flavor Kusi kama Kusi makaroti MC, au sio? Nipo na wakilisha wanangu, au vipi? Okay, okay, kitahiti Kusi MC hapa. Kei kama kei we tulio mia kwenye boshe, na tulina kitu kimoja, mia kwenye boshe, na tujisikii mia kwenye boshe, na tunafanya kazi zaidi ya moja. We vipi, kama unafanya kazi zaidi ya moja, basi nani mia kwenye boshe. <laughs>